pata hasira ya wivu, sio hasira mbaya, hasira ya wivu na nikasema, lazima tuifanye kwetu nchini Tanzania. Nilikutana na executive secretary kama rama wa Ghana, katibu mtendaji wa tume wa Ghana, akanitajia takwimu za uzalishaji wa dhahabu wa Ghana. Ghana wanazalisha ounces milioni tano kwa mwaka Milioni tatu zinazalishwa na wachimbaji wakubwa, milioni mbili zinazalishwa na wachimbaji wadogo, ambao tafsiri yake ni kwamba uzalishaji wa wachimbaji wadogo wa Ghana wa ni sawasawa na uzalishaji wa Barrick, GGM, Shanta, Bakrifu na wachimbaji wote nchini Tanzania, na bado hatujawafikia kwenye ounces milioni mbili. Sasa huu ni wivu ambao lazima kama kiongozi uone kuna namna ya kufanya ya kuweza kufikia huko, na namna pekee ya kufanya huko ni kuwafanya watu wetu kuwa na uwezo kushiriki moja kwa moja, watoe mchango wa moja kwa moja kwenye sekta hii ya madini, ili serikali sasa tusijivunie tu na asilimia arobaini ambao ninyi mnaichangia, lakini mnaichangia katika mazingira gani? Tumewasaidia au tunafurahia tu matokeo ya mwisho? Nataka kesho nikisimama hapa nijisifie, ni kwamba ninyi mnachangia na mimi niona sehemu ya kusema kwamba serikali imefanya kazi yake. Lakini leo kiukweli kabisa asilimia kubwa waliopambana wamepambana wenyewe kwa kiwango kikubwa sana. Nataka sasa, kamishina wa madini, kwenye sehemu yako, kama kuna mtu hapa tunaona kabisa kwamba anaelekea kukua, wanakwenda vizuri ana changamoto za taasisi nyingine ya serikali, tusimwache mkiwa kama ni TRA na wapi, sisi pia tukiwa tuna nafasi ya kwenda na kuwasaidia hawa watu. Hatumwache mchimbaji mdogo akazungumka, akaenda kuzunguka pale Nemki miezi mitatu hana mlango wa kuingia. Nataka kazi hiyo muifanye ninyi kabisa na wenzako wote kwa sababu ng'ombe ambaye tunamsifia kumkamua maziwa atumlishi majani ipasavyo. Kwao mimi, leo mwelekeo wangu, na ningewaomba sana, nitafurahi nisiposikia malalamiko, nitafurahi nikisikia mawazo chanya ya kunishauri namna bora ya kutoka hapa kwenda mbele, kumfanya mchimbaji mdogo wa nchi yetu ya Tanzania atoe mchango mkubwa kwenye sekta hii ya madini. Kwa hiyo ndo dhamira kubwa. Kwa nini kama nchi tulipata uhaba wa dola? Haiwezi kuingia akilini, na nitawaambia sababu moja kubwa tu. Mwaka 2022, 2023, thamani ya mauzo ya bidhaa nje ya nchi kupitia sekta ya madini yalikuwa ni dola bilioni tatu nukta sita na anayechangia kwa kiwango kikubwa kwenye mauzo ya bidhaa nje ya nchi ni bidhaa ya dhahabu, ndio inachangia kwa kiwango kikubwa sana. Lakini ni ukweli usiofichika ya kwamba watu wetu wengi hawana mitaji, wanategemea mitaji kutoka nje ya nchi anachokizalisha anakipeleka huko huko, ndio maana mnajikuta mna mauzo ya dola bilioni tatu nukta sita alafu nchi ina uhaba wa dola, sababu kilichorudi sio dola tena, kilichorudi sio dola tena, kwa sababu hawa walikuwa wameshaingia makubaliano ya awali. Anakuja mtu kutoka Dubai mwenye mtaji anamgharamikia mchimbaji mdogo gharama za kuchimba, kinachochimbwa anakichukua moja kwa moja.